Wanajua na wewe ni Mchina bwana, hebu e, e, e, simama huja usalimie hapa, ili wajue kwamba ni Mswahili wa kale yako kamwene. habari <totipasimu> zenu, jamani, mimi naitwa Mohamed Yahya, Mtanzania, nimezaliwa nimesoma shule ya msingi sekondari, chuo nilisoma nje. Mimi ni Mtanzania kama nyinyi, na nina furaha kubwa kuwepo hapa Mkiu, na ninawashukuru sana watu wa Mkiu. Mheshimiwa, ni watu wa karimu, watu wanaopenda maendeleo. Maana inanijia ugumu sasa hivi, tuko kwenye research, lakini hiyo foleni ya watu wanaotaka kazi, eh, sijui nitafanyaje, maanake tuna timu mpaka za wanawake. Wako wapi wale vijana wangu wa kike wale? Wale wanaofanya Home G wako wapi? Wanyoshe mikono. Mmoja yetu yule pale wako kama njoni njoni wale wasichana wote, mnaofanya kazi katika kampuni ya Home G. Maana mlisema mwanzo wote tunapendelea mababa na kina kaka. Sasa tunaenda ile 50-50 mheshimiwa. Unaona hichi kikundi hichi? Hichi kikundi gani hivi, lakini kinafanya kazi pengine kuliko wanaume. Siku, kuna kuna wanaume tulianza nao miezi kadhaa ya nyuma, wakaanza kuja wakina mama kuomba kazi, tukawapa. Cha ajabu ni ukweli kabisa, hawa kina mama siku ya kwanza walioanza kazi waliwapita wale wanaume ambao wana miezi miwili nyuma. Wapigieni makofi! Mpaka wanaume wakawa na mashaka kwamba hawa jamaa sasa watatuadhirisha, kwa hiyo nao wakakaza buti. Kwa hiyo jamani, nawashukuru sana watu wa Mkiu na tunaomba na wale wavulana tunaweza kuja ku... kidogo wale wafanyakazi wa kiume wote tuje, haya tuchangamke changamke muda jamani, vijana vijana vijana wa kiume, hivi ni vikosi vyetu Mheshimiwa Salana, hawa jamani, mnaona mbele ndio watu ambao wanatusaidia sisi katika kazi zetu za kila siku, lakini sio kwamba ndio hawa tu ambao wametutosheleza sisi. Hawa tunaanza nao kwa kazi ndogo ndogo na tunawapa mafunzo. Hawa watakuwa walimu wa watu wengine ambao watakuja kufanya kazi hapo baadaye, na sisi tunategemea kuwaajiri kuwa ra, watu rasmi kuanzia mia na vibarua zaidi ya mia tatu na tutafika mpaka watu elfu moja. Sasa wana Mkiu, mko tayari? Mko tayari? na kazi ipo, msio na wasiwasi, usio na wasiwasi. Kazi ikiwa nzuri na nyima, masilahi itakuwa mazuri lakini wanasema waswahili tu, tunaanza polepole mpaka tunapofikia mwisho wa safari yetu e. Na kina mama, mjitayarishe, msikae nyuma. Waswahili wanasema usikae nyuma kama koti, kaa mbele kama tai. Sawa jamani, mkiambiwa kazi ipo, mara moja muje haraka sana, msiwaache kina baba wakupigeni mabawa. Sawa jamani, kwa, kwa, kwa hayo yote jamani, nawashukuru sana, asanteni sana.

<laughs> Sasa ndugu zangu, njia pekee ya kumfanya mtu ajue lugha si mnajua. Sasa, msije mkaniangusha, ondoke anajua Kiswahili <laughs> Eh? <laughs> diwani amefungua paso, amesema utamtafutia mke, ndio njia pekee ya kumfanya mtu ajue Kiswahili. jua ukipewa sharti kwamba kama hujajua kwa kuomba kwa Kiswahili ufanikiwe, lazima utajifunza. Sasa ndugu zangu, huu uh, ni utafiti ambao umeanza, lakini vijana takribani ishirini mmeona hapa wameanza kunufaika. Nimesikia kule sauti ikisema waongeze malipo. Hivi sasa hivi tuko kwenye nini utafiti, lakini ndio mji kuchachuka yawezekana kati ya wa dada zangu waliokuja hapa, kati yao yawezekana ya kuna mwingine kabla ya hapo alikuwa ana uhakika kwa siku kuwa na uhakika kwamba mimi nitapata shilingi elfu tano uongo kweli, lakini leo hii uhakika huo wanao. Hawezi kuishi maisha ya udhalili tena, atapata kumnunulia mtoto uniform atajua namna gani ya kuiendesha maisha yake. Niwaombe ndugu zangu, tuwape ushirikiano. Mheshimiwa Diwani, kuna kitu umenong'oneza kuhusiana na swala la polisi kata, na ukweli usiopingika, naomba nieleze kitu kimoja. Mwanzo nilianza kueleza namna gani wawekezaji hao walivyokuja, usinikwama, na pia serikali itapata mapato kwa sababu unapofanya biashara yote, serikali inategemea kutoka kwa mwekezaji kupata mapato, na sisi tutakuwa tayari pale tunapokuwa tunahitajika kulipa mapato katika serikali. Tutashirikiana na serikali ili tuwape haki yao, kwa sababu bila kulipa mapato serikali haiwezi kupiga hatua, na ndio maana inataka wawekezaji waje wawekeze kama kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wetu mtukufu Samia Suluhu Hassan anavyopambana yeye mwenyewe binafsi kuwapambania Watanzania kuwashawishi watu nje waje kuwekeza katika nchi yetu hii yenye amani yenye utulivu na yenye rasilimali nyingi. Na sisi kama mimi, ni Mtanzania, nimejaribu kutafuta watu vile vile, na nimepata wenzangu hawa, tumeshirikiana, tumeingia joint venture na wao na nashukuru kwamba tumefanikiwa kwa kile tunachokitafuta, na tunatoa wito kwa makampuni mengine nje waje, fursa Tanzania zipo, nchi imetulia, nchi ina amani. Kwa sababu unapokuweka, unapojaribu kuweka hela sehemu, alafu nchi haijatulia kidogo, kunakuwa na mashaka. Lakini unapokuwa na nchi ambayo ina amani, ina watu wametulia, serikali sikivu, inatoa ushirikiano, unapokwama Unapata msaada kwa kweli, ni sehemu ambayo unatakiwa ujivunie sana katika wakati huu ambao nchi nyingi vitu hivi vinakosa. Mmeingia kandarasi ya miaka mingapi? na labda mtakuwa mna rupo ya kuweza ku kwa kweli, sasa hivi sisi tumepewa kwanza miaka minne ya utafiti, na sisi sasa hivi toka tumepewa hiyo leseni hatuna hata miezi mitatu na tayari tushafikia asilimia sitini ya kile tulichokuwa tunakihitaji tushakigundua. Kwa hiyo tunatarajia tukishamaliza tuandike ripoti kuipeleka serikalini na tuwafahamishe tulioyafanya au tulioyafanyia uchunguzi ili wayafanyie kazi na watusaidie kwenye hatua inayofuata. hao madini yanatumika kutengeneza nini? Hao madini ni kwa jina linaitwa rare earth yanatengeneza mabetri ya magari, vipuri vya ndege na mambo mengi. na soko lake likoje duniani? Uh, kwa kweli soko lipo zuri, na tunatarajia sana soko letu liko China, na mpaka tumefikia hatua hii, ina maana tunafanya mawasiliano na wale ambao au wateja wetu, kuwaonyesha kwamba sisi tumefikia hatua gani, na tunatarajia as soon as possible kwamba tupate mchakato wa kupata kiwanda, tupate leseni za kuchimba na tuanze kuchimba haraka sana. Mmeyapata kwenye eneo gani haya madini? Haya madini yamepatikana hapa katika mkoa wa Njombe wilaya ya Rudewa katika kitongoji cha Mkiu na maeneo ya pembezoni pembezoni za, za eneo hili. Kwa hiyo na sisi tunatarajia kwamba watu wa hapa watanufaika kwenye ajira na pia serikali itanufaika kwenye mapato na nafikiri kwa serikali tunaiomba tu itusaidie katika masuala ya miundo mbinu, kwa sababu tuna shida ya maji kidogo na umeme. Umeme ni tatizo, na kama unataka kuweka kiwanda kama huna umeme ni shida. Kwenye eneo hilo ambalo umeona madini, mtalazimika kuwalipa fidia watu ili wahame, au ni eneo ambalo halina makazi ya watu? Uh, kwa maeneo tuliowapata sisi kuna baadhi yana watu na kuna baadhi ni eneo la serikali ya kijiji, lakini kama unavyojua huwezi kwenda sehemu kwa kuta mtu ukamuondoa hivi hivi, angalau usimpe kitu. Hiyo inakuwa kwanza sio ungwana, unabidi ukae umpe chochote ili akupishe, ili anufaike na we unufaike. Na tunatarajia ku... tukianza kazi na tukipata faida kuna fungo ambalo sisi tutalirudisha ndani ya jamii, kwa sababu sisi tunaishi, tunaishi na jamii, na kuna watu wana changamoto nyingi, kuna vilema hapa, kuna watoto yatima kuna wajane, kuna wazee. Kwa hiyo haya mambo yote nimeshakana na wenzangu, sababu mimi ni Mtanzania na ninajua asili yetu si tunavyoishi, lazima tuwajulishe kuna jambo kama moja mbili tatu, ili wakubaliane na hali halisi ilivyo katika sehemu kama hii ya Mkiu na tumekubaliana kwamba tutatoa fungu rasmi katika faida yetu kuirudisha katika jamii. Sawa, asante. Olivanus Thomas, Mkuu wa Wilaya ya Ludewa. Leo hii nimetumia fursa ya mkutano kumtambulisha mwekezaji kwenye kijiji ambacho anakuja kuwekeza. Uwekezaji huu ni wa uchimbaji wa madini, madini ya neodymium pamoja na praseodymium, ambapo madini haya ni kati ya madini yanayopatikana kwenye wilaya ya Ludewa. Ni madini yaliyo kwenye makundi yale yanayoitwa Rare earth elements minerals ambapo madini haya yako aina nyingi sana, ndiyo maana yanaitwa rare earth elements, ambapo kwenye madini hayo kuna madini yanatumika ya sana kwenye shughuli za kutengenezea uh, sumaku, lakini pia betri, magari ya umeme, injini za ndege na vitu mbalimbali vinatumika katika kutengenezea madini hayo wilaya Ludewa ina utajiri mkubwa wa madini , hivyo ndio msingi mkubwa sana wa viwanda. Mwekezaji ametoka China amekuja kwayo, kwa hiyo tulikuwa tunamtambulisha kwa wananchi ili hao wananchi waweze kujua shughuli zinazoendelea. Mpaka sasa hivi mwekezaji huyu ana leseni utafiti, ambapo katika utafiti wao inaonyesha kuna dalili kubwa ya kufanikisha juu ya upatikanaji wa, wa madini haya kampuni ni ya ubia baina ya wawekezaji wa kitanzania pamoja na taifa la China. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo tunalitegemea kutoka kwenye wawekezaji hao ni kiwepo pia ku ajira za moja kwa moja kwenye mgodi, lakini ajira zisizo moja kwa moja kwa wananchi wa Ludewa pamoja na Watanzania kwa ujumla. Lakini pia itachagiza uwepo wa kuongezeka kwa watu ndani ya wilaya yetu ya Ludewa. Lakini pili ni kwamba uwepo wa shughuli hizi za uchimbaji wa madini utaleta fursa nyingine mbalimbali ikiwemo usafirishaji, fursa pia ya vyakula, lakini jambo kubwa ni kwamba itachagiza shughuli nyingine za kiuchumi ikiwemo kilimo. Lakini kwa nafasi yangu kama mkuu wa wilaya, swala la madini kwenye wilaya Ludewa siyo tu kwenye rare earth elements minerals ambazo zimegundulika bali kuna madini mengineyo ikiwemo madini ya chuma ambayo ni Liganga, lakini kuna Maganga Matitu, lakini pia kuna maeneo mengine ambayo tafiti zinaendelea na kumegundulika pia kuna chuma. Lakini ndani ya wilaya Ludewa kuna migodi ya makaa ya mawe ambayo ni Mchuchuma, lakini kuna Ketewaka na migodi mbalimbali mbali inayomilikiwa na makampuni binafsi na nyingine iko chini ya Shirika la Maendeleo Tanzania nchini NDC lakini pia kuna madini ya shaba na wapo uchimbaji tayari umeshaanza, lakini pia kuna migodi ya dhahabu na uchimbaji pia nao umeanza. Kwa hiyo wilaya Ludewa ndiyo wilaya sasa hivi ambayo itakuja kuleta msingi mkubwa sana wa shughuli za viwanda, kwa sababu kama kuna madini ya chuma, lakini pia kuna madini ya makaa ya mawe, dhahabu, shaba, tafsiri yake kwamba msingi wa viwanda uko hapa ko jambo kubwa analotaka kuwaomba wana Ludewa na Watanzania kwa jumla ni kuendelea kwa hapo ushirikiano. Lakini jambo ambalo nazungumza na watendaji wenzangu wa serikali katika nafasi zote, kuanzia ofisi yangu ya mkuu wa wilaya, halmashauri, idara mbalimbali, na taasisi, tarafa, kata na vijiji, pamoja na wananchi, kutoa ushirikiano wa moja kwa moja kwa wawekezaji, kuondoa vikwazo visivyokuwa na lazima. Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameiendesha diplomasia njema sana ya kiuchumi, ndiyo maana wawekezaji wanakuja. Kwa hiyo hata mimi ofisini kwangu hakuna mwekezaji anapanga foleni masaa ishirini na manne kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kuwekeza. Mambo tunayamaliza kwa uharaka, tunajithibitishia na kujihakikishia ya kwamba ni mwekezaji sahihi, tunampata ushirikiano kupitia mamlaka tulizonazo. Kwa hiyo niwaombe sana watu walio chini yangu nao pia wawe na moyo kama ule ambao ofisi yangu inafanya, kwa sababu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio pilot wa diplomasia ya uweke, diplomasia ya uchumi. Na diplomasia ya uchumi ni kuweza kufanya handling vizuri ya uwekezaji ili tusiweze kuwapoteza. Tusijivune sana kama wa Tanzania na rasilimali tulizonazo, hata mataifa mengine ndani ya bara la Afrika rasilimali kama hizi wanazo, lakini kwa nini wanakimbilia Tanzania? Uwepo wa amani nzuri, lakini pia uwepo wa diplomasia nzuri ya uchumi, lakini ushirikiano wanaopata na ukarimu unaotoka kwa wananchi wetu. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru sana yes. Sawa, uwepo wa migodi hii kwanza italeta wawekezaji. Wawekezaji tunawategemea watakaokuja, ndani ya uwepo wa wawekezaji huu, kumradhi, uwepo wa wawekezaji huu kwanza unaleta fursa nyingine, ikiwemo fursa za viwanda. Mwekezaji wa hii kampuni ameshatueleza ya kwamba kiwanda cha kuchenjua madini hayo kitakuwepo hapa Ludewa lakini yako mazungumzo ambayo yataendelea kuzungumzwa kuwepo kwa planti ya kugawanya hayo madini, kufanya separation ya rare earth minerals, kwa sababu rare earth minerals ni elements nyingi ambazo zinakuwepo kwa pamoja. Kwao ni lazima kuwa na separation plant. Kwa hiyo separation plant mpaka sasa hivi bado, lakini kwenye swala la kuchenjua madini hayo mpaka sasa hivi hilo swala la kujenga kiwanda kipo lakini wawekezaji wote ambao wako hapa Ludewa, tunawasisitiza sana kuhusiana na suala la kujenga viwanda upande wa kuchenjiwa chuma, kiwanda kitakuwepo, viwanda vinavyotokana na makaa vitakuwepo, lakini viwanda vinginevyo vitaendelea kuwepo. Uwepo wa viwanda hivi pia vinasababisha kuzaliwa kwa viwanda vingine ambavyo tunavyo. Kwa hiyo swala la uwekezaji wa viwanda unaotokana na sekta ya madini kwetu sisi ni sehemu ya kipaumbele kikubwa sana hasa madini ya viwanda ambayo tuko nayo. Kwa hiyo hii itakuja kuchagiza uwepo wa viwanda vingine, kwa hiyo itakuja kusababisha mnyororo wa thamani. Kwa hiyo hata watu wasiokuwepo kwenye sekta moja kwa moja wanakaribishwa kwa ajili ya kuwekeza kwenye shughuli mbali mbalimbali ambazo zitakuwa na tija kwa ajili kwenye huu uwekezaji. Kwa majina naitwa Ija Bosco Mtitu, ni diwani wa kata ya Rubonde. Kwanza kabisa mimi ni niishukuru serikali ni, naishukuru serikali kwa sababu ndiye iliyefanya wawekezaji waje huku kwetu. Kile kitendo cha kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji ndio yamesababisha leo unawakuta wawekezaji wanakuja wilayani kwetu na mkoani kwetu na kijijini kwetu hapa Mkiu. Kwa mantikio basi, mimi nikiwa kama kiongozi, unapokuta kuna miradi mikubwa inakuja, jambo la kwanza kwanza ni kuwaelimisha wananchi wako watambue ile fursa ambayo iko kwao. Hilo jukumu la kwanza ambayo tunalifanya, lakini jambo la pili, ukishawapa elimu lazima wawezeshwe wa watu wawezeshwe. Kwa namna gani? Wawezeshwe kwa kwenda kwanza, uh, kuzitambua zile fursa. Wakishazitambua zile fursa warudi kwenye jamii, watambue kwamba hapa kwetu kuna kitu muhimu na tunatakiwa tukichangamkie hayo mambo yakifanyika, wananchi wetu hawatakuwa sehemu ya walalamishi na hawatakuwa sehemu ya walinzi kuwalinda wanaokuja kwenye migodi yetu. Umemsikia pale mheshimiwa DC anasema <coughs> yule, uh, yule yule mwekezaji, yule mwekezaji kwenye ule mgodi pale Mkiu, yanapatikana madini mpaka kutengenezea madini ya kutengenezea vipuli vya ndege. Sasa kama yanapatikana madini ya kutengenezea mpaka vipuli vya ndege, lazima ujue watu waliozaliwa kwenye ile eneo wawe na akili. Kwa akili yetu lazima tuweke vizuri tuweke vizuri tuhakikisha watoto tunawaelimisha vizuri, na wanaenda kunufaika moja kwa moja kwa na hayo madini ya yeah, kiu kwa sababu mkiu ndipo walipogundulika madini hayo. Nachowaomba mimi kwanza watambue nyumbani kuna fursa, kwa sababu tuna watu wengi ambao wako nje ya mkiu, wasomi wazuri, wafanyabiashara wazuri wako nje ya mkiu mkiu. Lakini sasa hivi pale mkiu wakifika wageni 30 kwa kulala hamna kwa waludi watambao fursa ziko nyumbani. Tuwekeze nyumbani, jenge guest, tujenge hoteli nzuri. Mambo yao mazuri. Tukikaa mbali ipo tu, siku, siku tutakuwa walalamishi. Tutakuwa walalamika tu. Wamekuja tukutupola mali zetu, wamekuja wageni kuwekeza kwetu. Kutakuwa na mambo mengi mengi mengi. Lakini tukizichangamkia hizo fursa, sisi tutakuwa wa kwanza. Tuna mbunge mzuri. Tuna mkuu wa wilaya mzuri. Tuna mkurugenzi mzuri. Tuna mwenyekiti wa halmashauri mzuri. Wako madiwani wazuri. Nami mwenyewe ni diwani. Lazima tujipendelee kwa sababu mambo haya yamekuja katika kipindi changu. Kwa lazima niseme. Kwa mimi nawasihi na nawaomba na sana. Uh, watu wanaotuzunguka. Watu wanaotuzunguka. Na ndio maana wamekuta pale nafanya kampeni kubwa sana ya kuhakikisha watu tunaongezeka watu wazae. Watu wazae waongezeke kwa sababu nimefanya research nikagundua wanaopungua ni wengi kuliko wanaoongezeka. Kwa kama wanaopungua ni wengi kuliko wanaongezeka, ni lazima tufanye kampeni ya watu waongezeke. Wasipoongezeka tutalazimika tutala, wawekezaji kuwatoa watu mbali kuja kufanya kazi hapa na sisi, tupo leo kwani tusihamasishe watu waka, wakazaa? Kwa ndio maana kuta tume tuna, tunafanya kampeni hiyo, na mimi nimeingia mfukoni kutafuta shilingi 200 kuwawezesha wale ambao wana wajawazito wale waliojifungua, nafanya shughuli za lishe na tunafanya lishe, tunanunua tuna, mavya kula manini tunafanya kwa ajili ya lishe watu wa angalau basi, kuwa, kuwafanya wa, waone viongozi wapo na watambue umuhimu kwamba mimi dhambi zangu zitakuwa zimeisha kwa sababu nitakuwa nimetimiza wajibu wangu. Kwa sababu tumeona kuna kitongoji kina watoto wachanga wako watatu. Sasa kama watoto wachanga watatu kweli, kitongoji kizima chenye watu zaidi ya mia mbili alafu una watoto wachanga tu wa watatu, tunakwenda wapi? Maka tunarudi nyuma, watawakuja kunufaika na hii godi yetu na vyote tunavyojisifu navyo leo ni watu kutoka mbali, kwani tusamasisha kizazi chetu kikaongezeka eh. Mimi kwanza naomba serikali iendelee kuleta watu kama imepatikana madini ya aina hiyo pale eh, nina uhakika yako na mengine, ili kazani kuleta wawekezaji wengine kuja kufanya utafiti zaidi, kwa sababu naamini leo tuna rasilimali za kutosha, tuna rasilimali za kutosha na tuna maeneo ya kutosha. Kwa hiyo naomba serikali iendelee kuleta wawekezaji wengine waendelee kuja kufanya utafiti. Kwanza wakati wanakuja tu tuliwaambia mkishamaliza utafiti wenu, tunataka kiwanda kiwepo hapa, kiwanda kiwepo hapa, na tumeanza kuhamasisha vijana, nendeni mkasome masuala ya mining, masuala ya madini, na kwa sababu vitu viko kwenu, yani madini yako kwenu, alafu nyinyi hakuna wataalamu wa madini, mwisho wa siku ajira hazitakuwa hapa, zitakuwa zitoka mbali. Kwa tume tumehamasisha na tunaendelea kuhamasisha, kwanza viwanda viwepo hapa, sisi hatutaki tubaki na mashimo Alafu hatuna kitu chochote, viwanda viwepo hapa, vijengwe hapa, uchumi ukuwe hapa, uanze kukua kwanza hapa, alafu alafu uende sehemu nyingine. Lazima ujue kanuni za mwanadamu, unataka uanze kujijali kwanza wewe, kwanza mshukuru Mungu, ujijali wewe, alafu ujali familia yako, ujali wanaokuzunguka kwa hapa kwanza, ambako kwa madini na migodi upo hapa kwanza, kwa ndio unakuta na hamasisha watu uh, wanaoishi nje ya Mkiu nje ya Lubonde waludi huku nyumbani fursa zipo na nyumbani kumenoka.